We toto, walimpataje ya Yanga bila uchafu? Muulize Yanga mwaka elfu mbili na kumi na saba alitwaje ubingwa bila uchafu? We muulize bodi ya ligi wa arigaaia Simba na Yanga kuhusu ga huko, wao ndio wako shavyombo. Umesikia? Kwa hiyo unatakiwa mumuelewe Rais Karia. Tanzania Simba na Yanga hataki kulalamika na kwenye maamuzi yoyote okay, kwa sababu wao ndio wavunjifu wa sheria. Tanzania Simba na Yanga imehujumu timu ya taifa. Mi najua hiyo. Simba na Yanga ndio mahujumu wa timu ya taifa. Unajua hiyo? Wao wanajua. Ndio maana mfuatilie mambo. Zamani ilikuwepo timu za ligi ya Rusi kuchezesha wachezaji kuzidi watano tano. Uongo ukweli? Au ah, uongo ukweli? ah. Zamani ilikuwepo

Aa, mnanyamaza, mmetumwa. nyesiasai Rais Karia yana wote, sikiliza, Yanga watakuja kucheza dabi na aidi, na kwambia, wanaenda kasi kasi, wakisha buma kule daaea, wachezivia wanaenda kasi kwenye mahakama mahakama, akisha wamwambia huna haki, unafanyaje? hivo unafanyaje kazi, sakwambia kama kesi ya Bernard Monson umebuma, hauna haki, kwa sababu ukienda kazi unaulizwa, tunaomba ripoti ya bodi ya ligi. Wanayo Yanga, wanayo haya? Kesi imekuja kushtaki nini? Eti tumecheza sisi, tumenyuma pointi tatu, refa hile zimeni, uko wapi, tuomba ripoti? wanayo <laughs> ripoti hawana. Kwa hiyo watakuja kucheza dabi na aibu na mashabiki tusiwaone kwenye dabi, tusiwaone. Tukiwaona viboko, tukiwaona kwenye dabi viboko. Sasa hawataki kuja, wanaogopa mpanzu.